Hii ni Arusha One Radio na mimi ni Awadhi Rashidi. Siku chache tu baada ya jenerali M Langley wa Marekani AFRICOM kusema mbele ya baraza la Seneti la Marekani kuwa, na nukuu, rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore ni tishio kwa watu wake, mwisho kunuku. wa kunukuu. Sasa kumekuwa na jaribio la mapinduzi nchini Burkina Faso. Jaribio la mapinduzi lilitokea tarehe 12 Aprili, likitikisa mji mkuu Bukina wa Burkina Faso Wagadugu. Milipuko mikubwa ilisikika karibu kabisa na ikulu, huku taarifa zikianza kusambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii na vyanzo vya ndani. Cha kushangaza zaidi, aliongoza jaribio hilo si mwingine bali ni Kapteni Ibrahim Zongo, mtu ambaye aliwahi kuwa miongoni mwa waliomsaidia Kapteni Ibrahim Traore kumpindua Captain Paul Henry Bamiba mwaka 2022. Kwa kifupi, mshirika wa jana amegeuka kuwa mpinzani wa leo. Zongo si afisa wa kawaida, ni mtaalamu wa vita vya msituni na anauelewa mkubwa wa usalama wa taifa na ni mwenye ushawishi mkubwa wa jeshini, lakini anaifahamu vyema sayansi ya vita. Alihudumu katika vitengo maalum vya kijeshi na anajulikana kwa uwezo wake wa kupanga na kutekeleza operesheni tata. Inasemekana kuwa baada ya Kapteni Traore kufahamu kuwa jaribio hilo limechochewa na Zongo, rafiki yake wa karibu na mshirika wake wa zamani, aliadhibika mno, aliitisha kikao cha dharura na vyombo vyote vya ulinzi na usalama na hali ya tahadhari kwa kwa kote nchini Zongo, akimtuhumu Traore kwa mambo makubwa matatu: kwanza, kushindwa kuleta amani nchini humo licha ya ahadi zake alipoingia madarakani; pili, udhibiti wa vyombo vya habari na sauti za wapinzani; na tatu, matumizi mabaya ya madaraka pamoja na kukosekana kwa dira ya uongozi. Swali linaibuka: Je, Captain Ibrahim Zongo ni nani na je, mapinduzi haya ni dalili ya mgawanyiko mkubwa ndani ya jeshi la Burkina Faso au ni mwanzo wa mwisho wa utawala wa Captain Ibrahim Toure? Kapteni Ibrahim Zongo. Si jina geni kwenye duru za kijeshi za Burkina Faso. Amejijengea heshima kubwa kama mmoja wa makamanda wachache waliobobea katika counter insurgency operation, vita dhidi ya makundi ya waasi na magaidi wanaotikisa eneo la Sahel. Alifundishwa kijeshi ndani na nje ya nchi, akihudhuria mafunzo maalum nchini Mali na Mauritius, na wengine wanasema alihudhuria pia mafunzo ya juu ya ukomando nchini Urusi, ingawa hili halijathibitishwa rasmi. Kwa muda mrefu Zongo alikuwa miongoni mwa maafisa waaminifu walio kwa wa mbele kukabiliana na mashambulizi ya makundi ya kitakafiri kama Al-Shabab na Islamic State in the Greater Sahel ISGS. Captain Zongo ana sifa ya kuwa mpole lakini mwenye maamuzi magumu, na askari waliomfuata walimuita Simba wa Sahel kwa jinsi alivyojitoa kwenye uwanja wa mapambano. Mnamo mwaka 2022 wakati Traore akimpindua Damiba, Zongo alikuwa kwenye timu ya ndani kabisa ya kimkakati. Aliamini kuwa wakati umefika kwa kizazi kipya cha maafisa wa kijeshi kuokoa taifa. Ilikuwa kama ndoto mpya kwa vijana wa Burkina Faso waliokata tamaa na siasa za zamani. Ilikuwa kama ndoto mpya kwa vijana wa Burkina Faso waliokata tamaa na siasa za zamani, lakini miaka miwili baadaye ndoto hiyo imegeuka kuwa jinamizi. Taarifa kutoka ndani ya jeshi zinadai kuwa Zongo alihisi Traore amegeuka kuwa kile walichokipinga: mtawala asiyesikiliza, anayezima sauti za wananchi na kushindwa kuzuia mashambulizi ya magaidi ambayo yanaendelea kuua raia vijijini. Wengine wanadai kuwa kuna tofauti za kimkakati, Traore akitaka kudhibiti zaidi jeshi kisiasa, huku Zongo akisisitiza uhuru wa kijeshi na maadili ya vita. Lakini jambo moja ni wazi, mapambano haya si tu ya madaraka, ni vita vya maono, uaminifu na hatima Burkina Faso. Wengi wanafikiri kuwa kuna mkono wa nchi za magharibi kwenye jaribio hili la mapinduzi. Hivi majuzi, kwa watu wanaofuatilia vyombo vya habari vya Marekani, kabla ya tukio hilo, kwa maana Aprili 3 mwaka 2025, Jenerali Langley alitoa kauli nzito zisizo na ushahidi mbele ya Seneta ya Marekani. Alidai kuwa mapato ya madini na ushirikiano wa kiuchumi kati ya China na Burkina Faso haya wanufaishi wananchi, bali yanalinda utawala uliopo. Wizara ya mambo ya kigeni ya Burkina Faso ikajibu kwa ukali ikikemea kauli hizo kwa kusema zenye mwelekeo wa kikoloni zilizoja dharau na, na zisizotambua mabadiliko makubwa nchini humo tangu Kapteni Ibrahim Traore aingie madarakani. Burkina Faso imeanza kujenga upya mfumo wa uwajibikaji, mapato ya madini yamewekwa moja kwa moja kwenye hazina ya serikali, bajeti zinatolewa wazi kwa wananchi, na miradi ya kilimo, afya, maji na elimu ikipewa kipaumbele. Kauli ya Jenerali Langley inaonekana kuwa kisiasa ikiashiria, wasiwasi wa Marekani kuhusu ushawishi wa China na mwelekeo wa kujitegemea wa nchi hiyo. Je, ni kweli wanachokihofia ni kuongezeka kwa ushirikiano wa win-win kati ya Afrika na China? Sasa turudi kwenye jaribio la mapinduzi. Imekuwa ghafla sana kwa Captain Zongo kumgeuka Captain Ibrahim Traore. Leo hii amegeuka na kujaribu kuondoa utawala aliowasaidia kuujenga lakini wengine wanaona huu ni mwendelezo wa njama za kuvuruga juhudi za kujitegemea za nchi hiyo. Wakati baadhi ya viongozi huko Washington wakizidi kuonyesha msimamo wa kibabaishaji kuhusu mustakabali wa Afrika, watu wa Burkina Faso wanaendelea kupigania uhuru wa kweli na heshima kwa chaguzi zao. Wanajichagulia njia yao wenyewe kwa heshima na kwa ujasiri. Wakati hayo wakijiri, mamia ya watu wanaodai kuwa raia wa Burkina Faso wameandamana jijini Paris, wakimtaka Captain Ibrahim Traore kuondoka madarakani. Wamemtaja kwani dikteta anaetawala kwa mtutu wa bunduki, ingawa bado Traore anaungwa mkono na wengi nyumbani na Afrika kwa ujumla. Hii ni Arusha One Radio na mimi ni Awadh Rashidi. Usisahau kusubscribe.